Tunarudi tena kuzungumza masuala ya kimichezo. Mtazamaji wa Kwizera TV, karibu sana, tuzungumze tipsi za kimichezo kama kawaida. Mimi ni mwanamichezo wako Aniseti Binambi, nitakuwa naye mchambuzi um, Andrew Nehemia ambaye atadadavua kwa uzuri kabisa tipsi za kimichezo. Bana kaka, mambo vipi? Safi nakuaje? Shwari, uko poa. Fresh, fresh kabisa naona, yeah. Umenyuka utaifulani. Ah, mambo ya kawaida kwa mchezo. kabisa yeah. eh, yeah. Bana turudi tuzungumze michezo sasa yeah. Yeah. Eh, klabu bingwa na shirikisho yes. Mechi baadhi zimepigwa yeah. na vilikuwa ni vipute kweli kweli yeah, timu zetu za Tanzania know. Yanga akitoka na, na ushindi kwa mechi ya kwanza yes. Simba Azam pamoja na wakipoteza yeah. na Azam na Azam na Singida Black Stars yeah. Eh, yeah. Bana, kwa mechi hizi za marudiano mm. Wewe kama mchambuzi wa soka okay, unaona nafasi iko wapi eh, kupata ushindi kwenye vilabu vyote vya vila Tanzania? Uh, bado nafasi ipo kubwa mm. Sio Yanga sio Simba sio Azam sio Singida Black Stars, kwa sababu ni mchezo wa kwanza wamepoteza mm. Ndio. na mara baada ya Yanga kushinda Mm. Eh, sasa wameenda kujiandaa na mchezo mwingine wa siku ya juma kabisa, na wameshaondoka, wameshaondoka. Tukiweza kuwazungumzia Yanga Africans, kitu ambacho amekionyesha siku, uh, mchezo wa kwanza mm. naamini kabisa wataenda kufanya kitu kikubwa mm. tayari sasa hivi mm. wanamotisha Unajua mchezaji anaposhinda anakuwa na ile motisha na nguvu ya kusema kwamba sasa, kama nimeshinda mechi ya kwanza mm. hata hii inafanyaje, inawezekana mm. kitu ambacho Yanga wanaenda kukionyesha pale dhidi ya Kabir. mm. naamini kabisa wataenda kucheza mchezo kwa kutafuta ushindi. Either waende kutafuta ushindi au wakalinde ushindi ambao wameupata kwa nyumbani, maanake wasipoteze mchezo mm. kama ikitoka sare vizuri pia itakuwa ni nzuri kwao kabisa. E, ukija kwa Simba Sports Club ndio mchezo kwanza wameshapoteza mm. wana mchezo wa pili pia mm. Uh, Simba wanahitaji wana, wana kufanya nguvu kubwa sana. kwa sababu gani? mpaka sasa hivi kwenye management ya Simba ndio wameshavurugana kabisa. Kuna mvurugano huko, kuna mvurugano kati ya mashabiki mm. kuna mvurugano kati ya ya management maanake viongozi mm. kulingana na mchezo ambao wameona wame, ndio maanake Simba kushindwa ku, eh, kupata ushindi nyumbani. Ni yeah, kitu ambacho kimewaathiri wana Simba mm. mashabiki pia na viongozi, kwa sababu hawakuzoea kupoteza nyumbani. Eh, nyumbani. Eh, lakini ni matokeo ya mchezo. Kabisa. Eh, yani wana Simba wakubaliane mm. kwamba ile pale ndio matokeo mm. ya mchezo kwa sababu Mhm. Mm. Ukijiuliza swali, ulikuwa unataka nani apoteze mchezo? Eh, ndio. Yani ndio ndio swali unajiuliza. Kabisa. Eh, sasa kama walikuwa wanataka kupoteza, mm -hmm. ni vitu wamefanya implementation ya kitu ambacho wanafundishwa na meneja wao ambaye sio kocha. Okay, kwa ni vizuri wangefanya application. Ukiangalia kosakosa ambazo wamefanya, Simba wamekosa mabao mengi mm. ni kitu ambacho usingesema kwamba ngoja nimchukue Pante nimpeleke uwanjani mm. labda goli kama lilokosa, eh, lilokosa, Abraham, ukimtazama eh, mpanzu pia mm. sio magoli, sema umchukue kocha au kwamba unahitaji wewe kocha kwambie ifungawayo mm. mm. numbe ya kawaida, Simba wanahitaji kufanya nguvu kubwa sana yeah. kuweza kutafuta nafasi ya kuweza angalau kupata alama tatu. Azam wanakutana vijingi tena mm. Wydad. Wydad Casablanca. Timu yeah, kubwa mm. wapo mastaa wengi akina Hakim mm. wapo akina Ziziki, akina Rochi. Akina Rochi. Akina Rochi. Mm. kwa hiyo ni timu ni, ni, ni, ni, ni mchezo ambao unaenda kuwa ni mgumu mchezo ambao utakuwa ni wavuta, ni kuvute mm. Azam mpaka sasa hivi kisaikolojia kitazama yale magoli waliofungwa siku ile dakika tano magoli mawili. kwa kifupi, kwa kifupi Ibenge aendeje kwenye mchezo huu? Ibenge aende na tahadhari kubwa sana. Profile yake ni kubwa sao, sao, na watu wanategemea kwamba angefanya makubwa sana katika mashindano ya kimataifa alipokuja pale Azam, wanasema tayari tumepata kocha. Okay. Tufikisha sehemu ambayo sisi tunahitaji. Lakini mpaka sasa hivi bado mambo ni magumu mambo ni magumu mm, kwa hawa e, chui weusi hawa, vipi kwa Gamondi? <laughs> mambo pia ni magumu mambo ni magumu mambo ni magumu, lakini bwana mimi mm, naamini kwenye kwenye mpira mm, kila jambo inawezekana kabisa, kila jambo inawezekana wanaweza kufanya comeback mm, ya nguvu. Ndio kama wakishinda mchezo ambao wanafuata mm, na washindi wa ambao wanafuata wote wana alama sita mm, kwa hiyo wakija kutafuta sare atawapate wapate sare na alama saba, sio hivyo kabisa, ya bao kirudi huko nyumbani tena. Wao sasa waje kuzuia, mm -hmm. waondoke na alama moja, alama nane, au wapate ushindi, watakuwa na alama ngapi? Kumi. mm -hmm. tayari watakuwa wameshafanyaje, watakuwa na jiji, yaani kujijengea mm -hmm. kwa ufalme fulani kuweza kuingia kwenye hatua inayofuata. mm -hmm. Lakini on all, mimi naamini kabisa mm -hmm. hizo timu bado zina nafasi kubwa kabisa, cha msingi japokuwa uh, japo umepoteza mm. ni kukaa na kuweza kuangalia tumekosea wapi. Eh hey. Unajua kitu ambacho kuna kitu nimekifurahia nime nimeona Yanga walivyosafiri, mm. nikawa muona DR mm. akiwa kwenye kwenye gari. Ndio. ana preview Okay. Mchezo mzima ulikuwaje? Mm. Ile mtu anaangalia mchezo, yaani mchezaji mwenyewe peke yake anaangalia mchezo, mm. anaangalia mchezo ulikuwaje. Hiyo kiufundi hey. na yeah, kiufundi ana ah, nilikosea kumbe hapa tulikosea. Ndio. Sasa kama tulikosea hapa. Mm kabisa mm. tulimalize hili sasa. Naam. Mashabiki wa hizi timu wafanye kitu gani? Kwa sababu wameonekana timu zao zilivyopoteza mechi ya kwanza, okay. kama vile wameruzi, hope hawana matumaini ya sahihi. ni sahihi, mm. ni sahi. Watu mashabiki tunaona mtandaoni wamelize na, ku, na kutoa hoja nyingi nyingi sana, diyo. Lakini maneno ya mashabiki unajua, kila siku shabiki mm. anahitaji kufanyaje U, uh, hey, timu ishinde. Umetazama game ya uko EPL nikaona mashabiki mapema mm. wameanza ku, wameanza kuondoka. Wana rise sana kwa, kwa hiyo hii ni tabia ya mashabiki wanachokiona wao, kocha mbona kaingia na, mfumo? mm. mm. kumbe kocha yeye alikuwa na target yake, kwa hiyo mashabiki waelewe kwanza kwenye mchezo kuna kufungwa, kuna kudrua mm, kuna sare mm. Ukishajua kama mashabiki na ukaujua mpira ulivyo, hauwezi kuwa na comment ambazo zinaharibu timu kabisa, kwamba umefungwa, kocha huyo aondoke. Utawafukuza makocha wangapi wangapi? Kama huyo kocha anakuja, unaona hafai, unatoa maoni yake. Huyo anakuja, unaona hafai, unatoa maoni yake, aondoke. Wangapi makocha ambao utawafukuza? Watakuja wengi. Kwa hiyo mimi, ushauri wangu kwa mashabiki, mashabiki waweze kutulia. Sawa sawa. Wasubiri, yeah, ma kocha anafanya nini? Kwa sababu wameshakosea, mtu anajifunza kwa makosa. Mm. Yes. Eh. Bana, mimi nikushukuru sana. Shukrani sana kaka. Uh, michezo na mambo mengi na huyu ni Andrew Nehemia kidadavua kwa uzuri kabisa. Ni kwa namna gani vilabu vyetu hivi vya Tanzania ikiwa ni Yanga, Simba pamoja na Azam bila kusahau Singida Black Stars ambao wanarejelea katika michezo yao eh, ya, ya, kun, ya, ya, ya makundi kucheza michezo yao ya pili. Ebana mimi ni Aniseti Binami.